Sasa John Vergan yuko nje katika dunia akiwa na mpenzi wake jini Husnati, na tuliishia pale ambapo vijakazi walinzi watatu walikuwa wametumwa duniani na mchezo ndipo ulikuwa ukienda kuanza. Bila kusahau, mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kama haujafanikiwa kusubscribe chaneli ya kupindwa kabisa ya Ulimbo wa Simulizi, tunakuomba ubonyeze alama ya neno subscribe lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa pindi tunapoweka video zetu, upate notification na kuweza kuburudika. Naam, sasa ilikuwa ni ndani ya ulimwengu wa dunia, tumehama kutoka ujinini. Ilikuwa ni nyumba moja ya kifahari. Sebuleni mwa nyumba hiyo waliketi watu watatu, mzee wa makamu ambaye kichwa chake kilitawaliwa na mvi zilizo maremeta. Usoni alivaa miwani na mwili na mwilini alivaa nguo za gharama. Huyu aliitwa mzee Vergani Chilo maarufu kama mzee Chilo, baba yake Vergani. Pembeni yake aliketi mwana mama wa makamo, alivaa gauni la kitenge lililonakishiwa na mapambo ya kuvutia. Alikuwa ni mama aliojaliwa macho mazuri na unene uliopitiliza Huyu alikuwa ni Mama Vergani, na watu na wa, na watatu alikuwa ni msichana mrembo mwenye umbo namba nane, macho malegevu, dimples katika mashavu yake. Huyu alikuwa ni Jasmine, mfanyakazi wa ndani nyumbani kwa John Vergani. Wazazi hao walikuwa wakimsikiliza kwa makini binti yule. Mzee Chilo akauliza swali kwa mshtuko. "Umesema wiki nzima Vergani hajaje nyumbani?" Jasmine, huku akiwa anatetemeka akatingishwa ki, akatingishwa kichwa ishara ya kukubali. Mzee Chilo na mke wake wakatazamana kwa mshangao. "Mke wangu, ulishaongea na huyu mtoto siku za karibuni?" Mama Vergani akatingisha kichwa ishara ya kutokubaliana na jambo hilo. Shilo akachukua simu yake na kuitafuta namba ya Vergan akaipiga, lakini namba ile haikuwa ikipatikana. Rudi nyumbani mama, rudi nyumbani mama. Nitalifuatilia hilo, mzee yule akamweleza mfanyakazi aliyejinyanyua kwa uchovu kabisa na kuaga, akiacha hali ya sintofahamu katika familia ile yenye uwezo kiuchumi au atakuwa kasafiri huyu mtoto , mzee Chilo alitoa sauti ndogo kama anaongea mwenyewe, lakini ukweli alikuwa anaongea na mke wake. Sidhani mume wangu asafiri bila taarifa. Itabidi niende kazini kwake, nitajua pa kuanzia kumtafuta huyu mtoto kabla hatujatoa taarifa polisi, mzee Chilo akaitisha, akahitimisha kwa kujinyanyua katika sofa lile alilokuwa kakalia mke wake akaachia mwayo mkubwa ambao haukujulikana kama ni wa uchovu, usingizi au mashaka. Kwa jina alitambulika kama Alex, ila wengi walimtambua kama mwandishi kutokana na tabia yake ya umbea, unoko, unafiki na uchunguzi akiwa ni mmoja wapo wa wafanyakazi waliotegemewa katika kampuni alomiliki Vergan, akipendwa na viongozi wa juu kutokana na kuwasilisha umbea aliogundua chini kwa chini wafanyakazi wenzake, na pia alipendwa na wafanyakazi wenzake kwa kuwaletea umbea utokao juu. Huyu ndo alikuwa mwandishi, kijana mrefu kiasi, maji ya kunde, mwenye tabasamu la ucheshi muda wote. Mwandishi alikuwa ndoa kwanza kuwa na wasiwasi juu ya upoteaji wa Vergan, lakini ilibaki siri ya moyo wake. Alishuhudia kila kitu akiwa katika uchungu wake, jicho lake likiwa katika tundu la funguo mlangoni. Aliuona ugomvi wa jini Husnati, Vergan na Morin mpaka Morin aliposhambuliwa shoti na kisha wakatoweka. Hakika kitendo cha kuona kilimchanganya sana. Maajabu ni kwamba hakuweza kufungua mdomo wake kusema, japo hamu ya kutoa habari ile ambayo ingempa umaarufu alikuwa nayo, lakini alishindwa kusema. Alikuwa kama kagandishiwa gundi mdomoni. Kwa nini? Sababu haikujulikana. Mwandishi akakosa amani. Ilikuwa ni kampuni kubwa katikati ya jiji lililomilikiwa na kijana mdogo John Vergan. Jengo hilo lilikuwa ni kivutio kwa wapita njia. Jengo hilo la kisasa lilibeba ghorofa nne za vioo kwenda juu, lilikuwa ni mojawapo ya majengo maarufu jijini pale. Mzee wa makamo alishuka ndani ya gari yake ya kisasa aina ya Toyota Verosa. Alikuwa ni mzee Chilo, baba yake Vergan. Akachepuka kwa mchepuko wa hatua zake fupifupi ila za haraka haraka kuelekea ndani ya jengo lile. reception ulisomeka mlango ulikuwa mbele ya macho yake, ambao palikuwa na uwazi pasina mlango wa kuingilia. Akazama ndani alipopokelewa na wafanyakazi nadhifu, ambao kila mmoja wao alikuwa beze katika kompyuta yake na faili katika meza zao. Shikamoo mzee, mwandishi akatoa salamu, huku akiam, akihamisha macho yake toka katika kompyuta kujua kulikoni. Alihisi kitu si kawaida. Huyu mzee ku, ku, aje kututembelea. Kuna kitu, lazima niwe makini nisipitwe, alijitahadharisha. Marhaba Janet, naweza nikamwona meneja? Baba yake Vergen akajibu salamu, wakati huo huo akimfata msichana ambaye alionekana ndo secretary. Msichana yule akitabasamu akaukwapua mkonga wa simu na kuuweka masikioni akibonyeza tarak, tarakimu kadhaa. Mwandishi alikuwa makini asipitwe, kwake lilikuwa ni kosa kubwa. "Hello boss, mzee anahitajika kukuona." "Sawa, mzee ingia." Mzee Chilo akaiparamia ngazi kuelekea juu. Mwandishi naye akajinyanyua na kumfuata kinyumenyume. Wafanyakazi wale wafanyakazi wala hawakumshangaa, walishamzoea, walisubiri habari mpya. Mzee Chilo akafika katika mlango ulioandikwa maneno mkurugenzi, akabisha hodi mara moja, kabla haja hajakitekenyua kitasa cha mlango ule kikamtii, akazama ndani. Mwandishi akaishia mlangoni akapiga chabo kujua kinachoendelea ndani ndani. Mzee Chilo alimkuta mzee wa makamo kidogo jingua, wakakumbatiana kwa furaha. Huyu alikuwa ndo msaidizi wa Vergani. Baada ya makaribishano Chilo akaeleza shida, dhumuni la kwenda pale ni juu ya kupotea kwa mwanaye mmiliki wa kampuni ile John Vergani. Mwandishi akashtuka pale mlangoni na kuweka mkono mdomoni kwa mshtuko aloupata. Kumbukumbu zikarejea wakati jini Husnat na Morin, yaani jini Zaida tu, wakirushiana shoti na wote watatu wakatoweka. Sasa ni wiki mbili zimekatika bila kuonekana kwa bosi wao Vergan. Kwa unyonge, mikono kaiweka nyuma, akarudi eneo alipotokea mapokezi, akapokewa kwa bashasha na wafanyakazi wenzake. Mwandishi baba, kaja na shida gani? Mfanyakazi mmoja alimchokonoa akikaa kiumbea. Mm, kiukweli sijui, sijawa kivuli chake, mwandishi alijibu kwa mkato na kuendelea na kazi. Umbea ulimwisha, ilimlazimu afunge domo lake. Hakujua kwa nini na siyo kawaida yake. Kule ndani mzee Jengua alishangaa kupotea kwa mkurugenzi wake Vergan katika mazingira ya kutatanisha. Hakukuwa na habari ambayo ingewafumbua macho. Ikabidi mzee Chilo aage kwa, ma, kwa minajili ya kwenda kituoni, ku, ha, kituoni. Hakaruhusiwa bila kipingamizi, akatoka na kisha akawaaga mapokezi. Muda wote mwandishi alitaka kufumbua mdomo wake lakini alijikuta akishindwa mpaka mzee Chilo akaondoka katika eneo lile. Alishangaa siku hiyo mawazo kumtawala na kuyakosea majibu. Ili kuyapotezea mawazo hayo ni lazima akapate bia mbili tatu. Mwandishi, siri ilimtesa. Alihitaji kuwa huru mwingi wa furaha kwa kuitoa siri hiyo. Ila kwa nini kila nikitaka kusema nashindwa? Akawaza akigubia bia ile kwa fujo. Ghafla pombe zikamkaa kichwani, wazo ambalo alikuwa alikuwa mwanzo likajijenga. Akatabasamu, ni wazo ambalo lingemwingizia hela, wazo hilo lililomtesa kwa muda mrefu tangu aliposhuhudia kwa macho yake mawili likageuka dili, dili ambalo kama angelicheza vizuri angekula hela nyingi sana. Akili ya pombe sasa zilim, zilimletea faida. Akaishika simu yake na kupiga namba kadhaa. Naongea na Mama Vergan? Ndio, mimi ni mwan... ndiyo, ni mimi. Mimi ni mwandishi Alex. Ndiyo, baba alikuja kazini nikashindwa kumwambia kutokana na itikadi zake za kidini ila nahitaji tuonane, uwe peke yako. Ni kueleza mahali mwanao alipo. kweli kweli mama, sikutanii, ila uniandalie hela kidogo nyumbani. Amna mtu? Poa, naja sasa hivi, mama. Baada ya kumaliza kuongea na simu, akaikata na kujinyu, kujinyanyua kiuchovu, huku akiwa anapepesuka. Mwandishi alianza kujongea kutoka eneo lile la klabu muda mwingi akikosa muhimili na kudondokea meza na viti maeneo yale. Hakujali, alinyanyuka na kuendelea gari lake, akaingia ndani na kuliondoa maajabu. Usingeweza kuamini yule mlevi ambaye dakika chache alikuwa akipim, akipam, akipamiana na viti ndo aliyomo ndani ya gari hilo. Mwandishi alikuwa makini barabarani, japo aliwa, aliwaza, kilevi hili ni dili la fedha, kwa kuwa ni swala nyeti. Ni dili ambalo nitashirikiana na familia hii mpaka nijue mwisho. Halafu habari hii sitomhadithia mtu, nitaipeleka kwenye magazeti ambapo nitalipwa kiwango kikubwa cha hela. Haya macho yanaenda kunitajirisha sasa, mwandishi aliwaza huku akiingia mtaa waliokuwa wakiishi wazazi wa bosi wake. Akaelekea mpaka kwenye nyumba ya kifahari mlinzi. Akafungua geti mwandishi akaingiza gari lake mpaka ndani, akashuka huku akipepesuka, akaelekea sebuleni. Alipostahili kuelekea alipigwa na butaa, alimkuta ndani hakutegemea kumkuta. Moyo ukaanza kumwanda mbio na pombe taratibu zikaanza kuyeyuka, na ba, ni baada ya kumkuta mzee Chilo baba yake Vergan ambaye ya kiukweli alimwogopa sana. Karibu sana, mwandishi, sijui uletewe kinywaji gani? Mm, maji tu yanatosha, mzee wangu, alijibu kihofu, huku mwili wote ukimloa jasho kwa, kwa anguku la tetemeko. Mwandishi Alexi alitetemeka hadi meno. Mama Vergan akaliona hilo, ili kumtoa hofu akamwambia, mwandishi usijali, kama ni pesa utapata na usimwogope mzee, naye yupo pamoja nami. Tueleze mwanetu yupo wapi, au katekwa na nani, na wanahitaji nini? Moyo wa mwandishi, mwandishi kidogo ukaridhika baada ya kutolewa hofu akaanza kuongea kwa kujiamini. Wazee wangu, hii ni siri nyeti sana. Hii siri ni siri ambayo baada ya kuitoa yaweza kuchukua uhai wangu. Je, nitaiachaje familia yangu bila milioni hamsini kuingizwa kwenye akaunti yangu? Sifumbui mdomo. Unasema? mzee Chilo akauliza kwa hasira, milioni hamsini? nieleze ninachojua juu ya bosi, hata nikifa, familia yangu isipate tabu. Milioni hamsini ha? Okay, subiria, nikakuletee. Mzee Chilo akaingia ndani na kuchukua simu na kupigia kituo cha polisi. Aliyepokea simu kituoni akaidi robo saa kuwa maeneo yale. Afande au waweza kumwita Sajenti Kikoti akiwa kituoni alikuwa akavaa nguo za kiraia wakati akiwa kituoni hapa. Mara simu yake ya mkononi ikaita, akaangalia mpigaji akaachia tabasamu dogo na kuahidi kufika eneo la tukio robo saa. Akainuka kuchukua maafande wawili na kuingia katika defender. Wakati mwandishi akiwa anasubiria milioni hamsini zake aliamua kukunja nne kabisa. Mawazo yake yalikuwa mbali sana kifikra maendeleo aliyoyawaza yalikuwa ni zaidi ya fedha alizozihitaji. Aliwaza kutenge, kutengeneza bonge la nyumba maeneo ya, wana, maeneo ya wanayoishi matajiri, ufukweni mwa bahari, magari ya kisasa, ajenge mahoteli ya nyota tano 5 kwa milioni hamsini na vimilioni tano vyake benki akaachia tabasamu hafifu aliloliz, alilolizima ghafla baada ya kuingia maaskari. Moyo wake ukapasuka pa, tayari hatari ilishawaka katika fikra zake. Afande, huyu kijana anajua kila kitu, anahitaji milioni hamsini, eti ndo atueleze what. Kikoti alistaajabu, akaendelea Afando Marwa Hidia pingu hilo likaeleze kila kitu kituoni. Sijapata kuona jambazi jinga namna hii. Machozi yakatiririka katika mashavu yake, akajiona mjinga kuwaza ujinga. Akabebwa mzobe mzobe mpaka kituoni aliposhushwa na kuanziwa mahojiano. Muda huo huo unaitwa nani? Alex, majina yako matatu? Kikoti alizidi kumhoji. Naitwa Alexi Bandama Kinainai ka afande. Alistaajabu. Unafanya kazi wapi? Nafanya kazi Vergan Company. Kwa hiyo ndo umeshiriki kumteka bosi wenu? Hapana afande, mimi sijashiriki kabisa. Haya, tueleze walioshiriki upate kuwa huru. Kiukweli siwajui kabisa Alijibu mwandishi huku akilia. Afandiki koti hakusema kitu, akaondoka. Aliporudi alikuwa na mkebe, akaufungua. Kulikuwa na plaizi, mikasi, spoku na vifaa ambavyo hakuweza kuvitambua kwa haraka. Okay, umesema haujui, sasa nitaanza kwa kukuchomoa kucha moja moja mpaka utakapoeleza wanaohusika kwa kupoteza kwa kupotea kwa Vergan. Mdomo ulimtetemeka hakutaka kuwa katika maumivu, akaamua kueleze kueleza ukweli, ukweli ambao katu au kuwaingia mafande akilini, anayehusika katika upotevu wa Vergan ni jini. Mwandishi hakuwa tayari kung'ofolewa kucha zake, akaamua kusema ukweli, ukweli ambao haukuwaingia akilini kabisa polisi wale. Vergan kachukuliwa na jini. What the fuck? Kikoti na maafande wengine wakatazamana, kilichowafuatia ni kumvurumishia kipigo mangumi mateke bila kujali damu iliyokuwa ikimtoka, ila msimamo wake ukabaki pale pale. Serikali, kama tunavyofahamu, serikali haiamini katika mambo ya ushirikina. Basi hilo likafanya aonekane kuwa anaficha jambo. Nimesha kwambia mme wangu, ile si mtoto mdogo kusema maneno yale, lazima twende kwa mganga tukaangalie. Huku polisi wakiendelea na msako, mama Vergeni alikuwa ni miongoni mwa wazazi waliosikilizwa na mwanaume na wanaume zao, yaani wao ndio walikuwa kichwa cha nyumba. Mzee Chilo kila alichoambiwa na mke wake hakuweza kuweka mkatao, ilikuwa lazima akubali. Leo hii alimfikishia habari mke wake juu ya yanayoendelea kituoni kule. Mke wake akamjia juu na kumlazimisha waende kwa mganga. Chilo hakukataa, wakafunga safari na kuelekea kwa mganga maarufu sana kwa majini. Basi moja kwa moja tunapelekwa moja kwa moja mpaka kwa mganga. Ilikuwa ni nyumba nzuri ambayo usingeweza kuamini kama mganga wa asili ndani ya nyumba hiyo. Ilikuwa ni nyumba ya kisasa yenye bati la vigae, geti nje na hata mlinzi alikuwepo. Walipaki gari lao sehemu palipostahili, wakatoka, walipoelekewa na watu wengi waliokuwa wakisubiria huduma. Walienda kizamuzamu mpaka zamu yao ikafika, wakaingia. Kilikuwa ni chumba kidogo ambacho mlangoni kwa ndani kilichomekwa fuvu la kichwa, haijulikani ni la kiumbe gani. Chini kulitundikwa jamvi na mganga yule aliketi akiwa kavaa nguo nyekundu. Pia chumba kile kilipigwa rangi nyekundu, mpaka mapazia yalikuwa mekundu. Ebana iyanye hivyu nakavyale ah, ibana iyanye ivyna ndiwaona ah, mwaja na waona, waona mnakuja ivuarwandu ivuarwandu ivuarwandu ivuarwandu vueni vyatu. Mkalimani akawa anafanya kazi ya kuwatafsiria mganga. Akachukua mbegu fulani akazinuizia, akazipiga chini, mbegu zile zikatoweka, akatoa kicheko na kuanza kuimba rudi inyumenyume rudi inyumenyume Wakati wakaketi chini, mganga akapandisha maruani, akaongea na vitu visivyoeleweka. Mkalimani akatafsiri. Mganga akaachia cheko tena na kuongea lugha isiyoeleweka. Babu, tumekuja na Shhh. Mama Vergan kabla hajamalizia tumekuja na shida akakatizwa. Najua najua najua kilichowaleta ni vita kali. Binadamu mna roho mbaya sana wote wakashtuka. Mimi ndo mganga ndumbwe, ndumbwe, ndumbwe, ndumbwele. Najua mmekuja kwa shida ya kupotea kwa maneno Vergan. Mzee Chilo na mke wake wakaangaliana kwa mustaajabu. Mkuu. Ndio babu, sema tawile. Mkalimani akamsahi, akamsahihisha. Tawile, wote wakajibu. Mmefanya vibaya sana, mwandishi kawaokoa kwa kuwaeleza ukweli mahali alipo mtoto wenu maisha yake yalikuwa hatarini kama jini yule angekuwa huru. Hivyo yapaswa mumwachie huru kwa kuwa, kama si yeye msingepata akili ya kuja huku. Mumpe hela anayotaka kama mnayo, Tawile babu, Tawile wakaitika pamoja, huku mzee Chelo akiwaza yake kichwani. Huyu mzee noksi, ndo maana mi si waaminigi milioni hamsini ha. Usiniwavizie vibaya mzee, leo utatuamini Tazama TV asilia, tazama uone mahali alipo mwanenu, tazama tazama. Mzee Chilo alisita ajabu, kwa kwa mawili. Kwanza uwezo wa yule mzee kusoma mawazo. Akakaza macho yake katika kitambaa cheupe kuutazama, ghafla kama sinema katika kitambaa kile